Karibu sana kwenye YouTube channel yetu wa uzaji. Leo tutajifunza eh, jinsi ya kumtoa mtu kwenye group lako la WhatsApp. Mimi huwa nafundisha taratibu pole pole, na mwishoni nitarudia tena ili uweze kunielewa na wewe uweze kumwelekeza mtu mwingine siku nyingine. Karibu sana moja kwa moja. Ili kumtoa mtu kwenye ndani ya group lako la WhatsApp, lofungua moja kwa moja, unaingia Play Store unaingia hapa Play Store umeiona Play Store hii hapa baada ya, kawaida, uta, ya, kama Business, ya hapo utatafuta WhatsApp kama unatumia WhatsApp ya kawaida utafungua kwenye WhatsApp ya kawaida kama unatumia WhatsApp Business basi utafungua kwenye WhatsApp Business moja kwa moja mimi nabonyeza neno search hapa baada hapo nabonyeza hapa kwenye kutafuta hapa baada mimi natumia WhatsApp Business, kwa nitaandika hapa WhatsApp WhatsApp hmm, business business kwa baada ya WhatsApp Business nitabonyeza hapa search, nitabonyeza tafuta. Baada ya hapo kubonyeza search nitakuja, nitagusa hii icon nadhani umeiona. Baada ya hapo hapo kuna option mbili, kuna install, pamoja na huko chini kuna open. Sasa kama haipo open itakuwa ipo updated, utabonyeza neno neno update ili utumie katika latest version, toleo la juu kabisa, ili uweze kufuata hatua kwa hatua ambazo na mimi pia nafanya. Usibonyeze neno uninstall. Ukibonyeza neno uninstall itafuta moja kwa moja. kwa hapa mimi nitarudi nyuma ntarudi tena nyuma ntarudi nyuma rudi nyuma, nyuma paka mwanzo kabisa, kwa sababu mimi tayari kule imeonekana open, hali ipo updated. Baada hapo nitaingia hapa, kisha nitaingia hapa baada ya hapo nitaingia kwenye WhatsApp Business yangu ipo. Hii hapa tayari ipo, nazani umeiona namna hii. Sasa hapa ukiingia utakuta hivi, utatafuta group. Mfano mimi kuna group nipo tayari hili hapa testing, ili lina watu wawili. Sasa, moja kwa moja hatua ya kwanza kabisa nitaonesha jinsi ya kuadd mtu alafu yule mtu tutamtoa Hili ni group na jinsi ya kulitengeneza nimesha nimeshalifundisha hapo nyuma, lilizo testing. Utabonyeza hapa, umeona hapa kwenye hili jina utabonyeza hapa. Sasa cha kwanza hapa mimi nina member wawili hapa chini, umeona Wilson, mdogo wangu, pamoja na mimi mwenyewe. Sasa moja kwa moja hapa eh, tunaenda ku add mtu, nitabonyeza kwenye hii button ya add. Add maana yake ni kuongeza mtu kwenye group letu moja kwa moja mimi nitabonyeza hili neno add. Add, bonyeza a add. Itaita sehemu ya kutafuta. Mimi nataka ni mwadi tuseme tu, tu, tu, labda e, mfano nataka ni mwadi labda Leonard Tigo labda. Baada ya kumtafuta, nitabonyeza hii hapa nitabonyeza hiki kinanilia hapa hiki kiduara, nitabonyeza kiduara, itakuja namna hii. Kwa kama kuna mwingine anataka kumnanili, uta, utamsage tena hapo, papa fulani fulani, alafu utabonyeza tena kile kidude cha duara hiki, kama hiki kinachoonekana huko pembeni. Ukishabonyeza atatokea hapa Leonard Biashara. Hii notification iliyokuja ni ya mtu ya ile WhatsApp yangu ya kawaida kwamba kuna mtu amekuadi, na ukiangalia hapa itaonyesha member baada ya kuwa wawili wamebadilika, sasa wamekuwa watatu, na ukishuka huko chini utakutana tayari kuna eh, watu watatu Leonard Tigo; Wilson ndugu yangu pamoja na mimi huyu hapa juu, ambaye ni group admin. Moja kwa moja ukirudi nyuma hapa, utakutana na mtu kweli, imeandikwa hapa you added Leonard Tigo. Hivyo ndio jinsi ya kuadi mtu kwenye eh, kwenye group lako la WhatsApp. Umeona pia unaweza kwa muadi mtu, tuingia hapa juu kumwadi, sio lazima utumie hapa kuadi. Unaweza kwa muadi mtu kwa kutumia link, link yake mfano E, kama unataka mtu utumie linki moja kwa moja, maana sio kila mtu anapenda e, an, an, anapenda adiwe naniliyni yani, kuna mtu mwingine unapenda tu umtumie link ya group lako, basi moja kwa moja utaingia hapo kwenye ad. Alafu baada hapo utaingia hapa invite via link au QR code, ukigusa ko baada utafute jina hapa wewe utabonyeza hapa vitu vya link itakuja hapo. Baada ya hapo wewe utakachofanya, utabonyeza copy link au hapa, yes, hapo unaweza unaeza send moja kwa moja kwa mtu. Hapo unaweza unaeza share kwenye status yako, lakini mimi na copy link hapo. Ukibonyeza copy link tia link itakuwa copy link yako ni hapa kama unavyoiona ukirudi nyuma, uk, uk, labda ukamtafuta mtu yote ukamtumia hiyo linki moja kwa moja kule, atakuwa ameipata na akiigusa na akiigusa hiyo linki moja kwa moja atakuwa ameingia kwenye kwenye group lako. Maana ukimtumia labda kwa kuigusa hivi, alafu umeona inaandika kabisa. Ili ni mfano huyo mtu kamtumia kwenye WhatsApp yake au hata kwenye message, itenda kule kwake kama hivi Umeona, alafu akigusa view group, basi ataingia kwenye group lako moja kwa moja. Umeona, lakini mimi hii hapa ni yangu, sio hivyo. Kwa nitabonyeza kisha nitaifuta kwenye kufuta. Kuna option mbili, naweza ni nikadelete for everyone au nikadelete for me. Ukidelete for everyone, basi itafutika kwa kila mmoja. Uki delete for me itafutika kwangu peke yangu, imejifuta kwa kila mmoja. Sasa moja kwa moja eh, na ukiingia sasa hivi ukigusa hapa tayari kuna watu watatu bisa hapa group 3 members. Kwa moja kwa moja naenda kwa Kumtoa mtu. Kumtoa mtu, utapandisha juu taratibu taratibu taratibu, utakutana na members. Mfano huyu hapa ni group admin, umeona tayari upo. Sasa mimi naenda kumtoa huyu Wilson, mdogo wangu, moja kwa moja kumtoa na bonyeza hapa, muone atakuja hapo. Naujia tena ili kumtoa unabonyeza jina lake jina lake baada hapo unapandisha tu taratibu unabonyeza pa remove from group, unabonyeza remove from group. Baada ya hapo unabonyeza neno okay, itakuta umeona tayari kwa hapa. Kama unavyoona, ukiangalia utaona tayari member wamebaki tu wawili, na hapa imeandika members wapo wawili. Na ukishuka chini kwenye watu utaona nipo eh, mimi hapa pamoja na huyu mtu nilomwadi eh, Leonard Tigo kwa chini hapo tunaona kimeandikwa kineno view past members. Kwa ukibonyeza view past members hapa utaona kuna mtu nimemtoa, Wilson mdogo wangu nimemtoa saa moja na dakika mbili. Kwa ukirudi nyuma hapo, tayari utakuwa ushamtoa mtu kwenye group yako, na hiyo ndio jinsi ya kumtoa mtu kwenye group lako la WhatsApp. Karibu sana, usisahau kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.